Niliwaambia kwamba kuna habari tunazifuatilia za ndani kabisa na ni e, e, vile vile ulike habari nyepesi nyepesi ya mjini. Chochote kitakachotokea. Niliwaambia habari zetu tunazitoa wapi? Hatutumii network ya ndani tunatumia satellite za Elon Musk. Moja kwa moja. Sasa ndugu zangu, nataka kidogo niwaulize maswali. Sikukuu ya uhuru wa Tanzania, anayefaa kuongea kuhusiana na hali ya nchi ni nani? Na ni nani anafaa kuhutubia taifa? Yuko wapi kiongozi wa nchi? Na mbona pia taarifa ya sherehe za uhuru imetolewa na waziri mkuu na sio makamu wa rais? Najiuliza hayo maswali. Kuna nini hapa katikati? Kuna jambo gani linaloendelea? Lakini angalieni Waziri Mkuu Mwigulu, mwangalieni waziri mkuu, rudieni ile video yake wakati anaelezea kuhusiana na suala zima la salamu kutoka kwa rais kuwatakia watanzania sikukuu njema. Ile taarifa yote angalieni, sura ya waziri mkuu, macho yake yalivyovimba na ndani akiwa na rangi nyekundu lakini uso unaonekana kama ni mtu ambaye aliyekuwa analia. Tafuteni ile video muiangalie, kwa mapana na marefu zaidi, sura yake, taswira yake, mtapata jibu, kana kwamba waziri mkuu alikuwa ametamaushwa na jambo fulani lililokuwa zito, kwa sababu uso wake ulionekana kukosa nuru, lakini umejaa kama mtu ambaye alikuwa analia. Sasa ndugu zangu, lakini yote haya tukiyawacha Wakati huu taifa limeingia kwenye maandamano, kiongozi wa nchi anafaa kuongea kuhutubia taifa. Lakini sitoshe, sikukuu ya Uhuru anayekuja kuongea na wananchi ni waziri mkuu, na sio makamu wa rais wala rais mwenyewe. Unajiuliza nini? Una habari gani? Tafakari hiyo nimekuacha nayo, lakini nimewambia hapa ndio mahali pa kupata nyepesi nyepesi, hapa ndipo yafanyie kazi yale niliyokueleza. Maandamano yanaendelea, haki inatafutwa. Yoyote aliyomwaga damu ya wanyonge, yoyote aliyotesa na kunyanyasa wanyonge hawezi kubaki salama, siyo hapa, siyo nchi gani. Yote yaliweza kufanyika na tuliyaona kwa macho. Mkojo mdogo mdogo ndo unaoloanisha chupa. Usiwache ku subscribe, ku comment na ku like, tunarudi na mpya tunarudi na nyingine nzito za ndani. Ukiwa kama mtanzania mzalendo mwenye <laughs> kuipenda nchi <inaudible> <anji, inaudible> yako <yabu> ya Tanzania <inaudible>, jamani, ili naloliongea lisikie na ulishike kesho. Kwanza, maandamano yanaendelea nchini Tanzania, alafu jiandae kwanzia Jumamosi, kwanzia Jumamosi unashika bendera yako hivi. Bendera zote zitakuwa chini mlingoti, nchi nzima nchi nzima bendera nusu mlingoti, huko huku naemba na wimbo wako wa taifa, wimbo wa taifa. Bimsumi kwaheri, bimsumi safari yako ndo imeishia hapo. Bimsumi shwa, bimsumi kwishne anytime. Bendera nusu mlingoti Watu wa kusherekea mjiandae, kusherekea wa kuchinja ng'ombe, mbuzi, kuku, nayo wejiande. Nachokijua tu vimsumi wishney, bendera nusu mlingoti. Tanzania for life, Tanzania nchi amani yetu, inaenda kurudi kama ilivyokuwa zamani. Asanteni sana.